na mkutano Dar es Salaam na vijana wa Temeke wanawaambia, wanashaka na kura za wamasamia, kwa sababu mikopo ya halmashauri ndo wanayotumia kununua bajaji, kununua maguta na kununua pikipiki. Leo mmeenda mmewapunguzia ushuru, mmewagusa vijana wa Kitanzania, wakina mama wa Kitanzania mmewagusa sana, lakini Mheshimiwa wa mwenyekiti, wameenda kwenye mifuko ya jamii 99 ndo tulibadilisha sheria ya kikokotoo. Kwa hiyo wale waliokuwa wameanza toka miaka ya nyuma mpaka tisini na tisa walikuwa wachangii kikokotoo, lakini serikali ikabeba itawalipia, na hili deni lilienda likataka kuangusha mifuko yetu, lakini leo mmetoa trilioni, naona hapo mmetoa trilioni zaidi ya, ya mbili kwenda kulipa deni hilo, si swala dogo mmeweza kuienzi. Lakini hata hapo, waliokuwa na vyeti feki mliwalipa. Tunaishukuru sana serikali, hela mliowapa si kidogo, imewasaidia kwenye maisha yao. Tuseme nini zaidi ya kurudisha asante kwa serikali. Mwezi uliopita, nilikuwa na agana na watumishi wa serikali kwamba sitaendelea kuwa mbunge wa wafanyakazi. Kazi walinipa tuzo lakini niwaambia tuzo hii iende kwa Dr. Samia Suluhu Hassan iende kwa baraza la mawaziri mawaziri ni wasumbueni sana na mambo ya watumishi lakini hamkuniacha mlikuwa na mimi kwa masuala ya watumishi naongea kwa uchungu sana watumishi wa Tanzania walikuwa wanaumia sana walikuwa wananyanyasika sana lakini leo mmelipa madeni yao yote mmelipa mishahara, mmewapandisha vyeo. Mungu awabariki wa sana Baraza la Mawaziri. Mi nawaombeni sana, mlio kwenye majimbo, mlio kwenye viti maalum, Mungu akawaguse wa wanaoenda kupiga kura wawarudishe. Lakini mwenzangu wa Dar es Salaam Kitili anakuahidi, iwe mvua iwe jua, nitaweka kambi Ubungo ili urudi sasa, na jicho la mheshimiwa rais likuone akupe hii tume na hii wizara ya mipango, uendelee kufanya mambo yatakayosaidia nchi. Nawashukuru sana, lakini niliwaambia tuzo hii iwe ya mheshimiwa spika na wasaidizi wake kwenye kiti pale. Nikuwa nikianza kuchangia mambo ya wafanyakazi, ukimwangalia spika, kama umechangia kitu cha maana huwa anacheka. Ukiona ameshika kichwa, kainama, acha hapo, umeshapoteana kwanikue nikianza kwa ni kuchangia namwangalia nikiona ametabasamu na, ni na endelea kukomelea mambo ya watumishi. Lakini saa zingine ananisaidia hata yeye, alisaidia sana kwenye kuwaomba document watumishi wanapoenda kustaafu, na leo mmelirekebisha, saa hizi wanaichukua kwa mfumo na mtumishi anapata pensheni yake muda mfupi baada ya kustaafu. Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana lakini niwashukuru wanawake wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi ni nani? Janejerry, mtoto wa mnyonge mkulima ambaye nilikuwa sina jina. Wanawake wa Dar es Salaam wakanipa jina, ndo maana nawaahidi na kuwaambia narudi, wasinichoke wanitume, sasa nikawafanyie wao kazi. Kwa watumishi nimefanya, sasa nirudi kwao nikawafanyie kazi niwalipe walichoniazima. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze watumishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yawezekana nisipate nafasi nyingine ya kuwapongeza watumishi wa Bunge. Mungu awabariki wa sana. Nimefanya kazi sehemu nyingi, nimefanya kazi nishati, nimefanya kazi wizara ya fedha kule, kuna sifa ya kazi sana, lakini bunge nimekuta sifa ya kazi na nidhamu iliyotukuka sijawahi kuona mtumishi wa bunge amekasirika, na tuna wakera saa zingine, lakini atakwambia mheshimiwa, samahani, mheshimiwa, unahitaji nini? Mungu awabariki wa sana. Mtaona hata walio humu ndani bungeni, unaweza ukamwita saa zingine, una sababu ya msingi tu, lakini unamnyoshea kikaratasa, anakuja na atacheka, ataondoka. Endeleeni hivyo hivyo, na niwambie mtumishi wa bunge akiama hapa akaenda wizara nyingine kila mwaka atakuwa mfanyakazi bora. Wana nidhamu iliyotukuka wana uvumilivu ambao umepitiliza. Mungu awabariki sana, lakini mtuweke kwenye maombi yenu, ili basi nasi turudi tuungane.